ani tupate fursa hii ya kusema hili moja kwa moja ia kwenu, wenzetu waandishi wa habari, kwa maana na hasa mashindano hapa amesema dirisha la usajili jaliwa lina mfungu wa kesho. Tayari tumeshafanya mawasiliano na vilabu ya Premier League ma mwaka huu takualamakajetu kidogo moja ya mfumo wa ligi Premier League ya vijana daraja la 20 kwamba itachezwa husika lakini, pia tumezungumza na vilabu hivyo umuhimu wa kusajili vijana wenye umri sahihi, lakini pia msimu huu vilabu vinatakiwa kuwa na timu mbili. nalo timu za Premier League zitakiwa na jela kwanza, timu ya Anatek na timu ya Santi. Kwa hiyo usajili wa vikosi hivi viwili kwa timu za Premier League, first division na second division, dirisha lake itafungwa tarehe kumi na tarehe kumi na saba na kwa hiyo basi, iliniopea muda basi nisome haraka haraka. Aa, na kama tutakuwa na nakala za kutosha, tutawapa. Mashindano ya vijana chini ya chini inatarajiwa kufanyika kati ya mwezi Oktoba 2018 mpaka Aprili 2019, kama ambavyo rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF alipotangaza, msimu huu kutakuwepo na mashindano ya vijana kwa wachezaji wenye umri chini ya miaka 20 miaka 17 na tutakuwa na mashindano chini ya umri wa miaka 15 tutakayocheza kwa mfumo tunatumia kwa nyuma. Tunakusudia kuboresha kidogo katika chini ya miaka 17, huku timu za daraja la kwanza na daraja la pili zitatakiwa kuwa na timu za vijana wenye umri chini ya miaka 17. Ligi ya ntate itaanza Oktoba Oktoba ikishirikisha timu za vijana kwa vilabu vyote kwa mtindo wa nyumbani na ugenini. huku mashindano ya st yatakayoshirikisha timu sitini na nane za vijana kutoka vilabu vya ligi kuu <coughs> ciano ya nat itashirikisha jumla ya timu 35 kutoka mikoa yote Tanzania bara na visiwani ambayo inatarajiwa kuchezwa mwezi Desemba 2018. Hizi timu 35 niko ngazi ya taifa, lakini mchakato wake tunakusudia uanze mapema kidogo kwa mfumo kama tunasema mwanzo ulikuwa unatumia mara hii tutaongeza kidogo, tutaboresha kidogo katika ngazi za chini, hao watoto wa wacheze kwa mtindo wa ligi. Dirisha la usajili kwa wachezaji wa U20 na U17 litafungwa Agosti 17. Kwa hiyo kwa usajili hawa vijana dirisha bado liko wazi, tofauti na usajili wa za wasiliya dirisha a kila klabu inassua usajili wachezaji wasiozidi 22 kwa timu za under 20 na wachezaji wasiozidi 22 hawawi kwa timu za a. Sasa tunataka kuwa ndani zaidi kwenye kwenye ithibati yao kwa upande wa vijana, moja, cha kuzaliwa au kitambulisho cha uraia paspoti, pili, fomu ya

na hii players passport unahitaji. Mara nyingine tunaweza tukamkamata mchezaji anasema na miaka kumi na saba, lakini kisha cheza misimu kadhaa kwa nyuma kwenye timu mbalimbali. Inalo namba ya usajili, of course majina matatu ya mchezaji ili kwenye system tusipate utata, na picha ya passport bila shaka kunyongeza kidogo ni tunataka kuwa na mashindano mengi ya vijana, ili kupata vijana wengi wapate kucheza, lakini sio kucheza tuwapate muda wa mrefu wa kucheza. Sasa kwa maana kupata muda mrefu wa kucheza, lazima uwe na michezo mengi. Kwa hiyo under 20 itakuwa na timu ishirini, hizo nyumbani na ugenini ndani ya miezi saba hii watakuwa na timu ya kucheza under 20, na kituo la pili ni under 17. Under 17 itakuwa na timu zote zinazoshiriki ligi kuu, timu za ligi daraja la kwanza na timu za ligi daraja la pili. Haya ni mabadiliko ambayo yako katika kanuni za msimu huu kwa ligi zote tatu hizo, kwamba kila klabu lazima ina timu ya vijana

kwa hiyo michuano itaanza kwa ngazi ya wilaya watapata timu ya kombaini ya mkoa na timu ya kombaini tunapata katika mashindano kwa katika taifa kupata bingwa na 15 lengo lote hili ni kuhakikisha kwamba hao walio vijana wanapata nafasi ya kucheza katika ngazi tofauti kwa hiyo hiyo ni zima kubwa sana ya shirikisho changamoto kwa hiyo ipo ni kwa nipo ni upande wa usajili Sa usajili ilikuwa ni changamoto sana kwa upande wa umri kwa kujua wachezaji umri sahihi kusema na fiti tunategemea kwamba kweli mtu anakuwa na umri chini ya miaka 20 kwa kipindi ambacho anacheza. Sasa tunashukuru huu mfumo mpya wa usajili ambao tunatumia wa FIFA Connect. Unasaidia kwanza kuweka kumbukumbu za mchezaji, lakini pia kupata nafasi ya kuverify watu ambao aidha ana anabadilisha jina kutoka kwa mwingine kwenda jina sehemu nyingine, na kutumia picha ile kwa sababu mfumo pia una nafasi ya kuverify teacher ya mtu anayeiko kwenye system. Kwa, kwa kama ulikuwa unaitwa Abdi, klabu A ukienda kwa B ukisema unaitwa Juma ile picha yako italeta notification. Nadhani kwa sababu hiyo klabu wanajua sasa hivi anakutana nani. Kwa, kwa, na kwa hiyo kwanza ni mfumo mzuri, swala la la, la kupiga huko na huko halipo. Inaondoka. Lakini sasa hilo lilikuwa ni, ni swala la majina na kubadilisha jina la mtu. Naongelea sasa swala la umri. Swala so, la umri. Ngoja nitaja kuna vitu ambavyo tunahitaji kusajili na labda nikianza kwa upande wa usajili wa wakubwa wa timu za ligi kuu, na jana baada ya playoff kesho, pia mahitaji haya yalikuwa kwa labda yanapishana kitu kimoja, kwa hivi kwamba kwa usajili, nataka cheti cha kuzaliwa, na kisha weza toka awali kwamba vitivyo pia na kuwasilisha, wasiliana na lita kwa ajili ya kuifanya kwa nataka vyeti ambavyo ni halali ili kutolewa. Kama mtu ana cheti cha kuzaliwa awe na kitambulisho cha uraia, kama hana kitambulisho cha uraia, nataka awe na pasipoti wakati hizo document tatu moja hapa na kwa tuekea, itatumika kwa ajili ya verify utambuzi wa msika. Cha pili tunaongelea kwa hawa under 20 na under 17, tunataka cheti cha kuweza ya form ya kuweza darasa sawa 7. Kila aliyesoma shule ya msingi kuna form inaitwa TS9, ile wewe unajenga kutoka na kuanza shule. Kwa hiyo hakika kabisa ile ina umri sahihi, ya unaanza shule ya msingi, baba yako au mama yako na mawazo ya kupunguza umri wa mchezaji kuja pia mchezo mpya na imani kabisa shule ya dikisho kwa mwili wako uliokuwa nao, na ndio ambacho tutakihitaji kwa ajili ya kuverify, pamoja na cheti cha kuzaliwa na kitambulisho. Lazima kifanane taarifa zilizo kwa TSM9. Cha tatu ni cheti cha daktari kwamba afya ya mchezaji pia kupimwa kabla ya kushiriki mashindano ni muhimu, ili utakapo mchomeka mchezaji ya kupimwa na kupata dharura yote, hata tatizo lolote si tunaanza na daktari aliye verify kwamba yule mchezaji alihusika au alimthibitisha kwamba yuko vizuri na anaweza kucheza. Cha nne ni makubaliano. Mkataba, mkataba kwa maana ya makubaliano kama mtu anacheza utakuwa unamnunulia viatu au atakuwa anacheza tu unamnunulia jezi. Kwa hiyo na maandishi au makubaliano hayo kwamba huyu yuko hapa na anachojipata kutoka kwetu ni kitu fulani. Tunataka makubaliano pia yawe, ili kuondoa utata baadaye ya kwamba huyu mchezaji alikuwa sehemu yangu baadaye akapotea. Na hii tumeweka katika kategoria ya miaka 20 na 17 kwa sababu solidarity na compensation ya FIFA inaenda mpaka miaka 23. Wakati huko kama mtu miaka 23 ina maana huyo tena hana compensation yote. Kwa hiyo kwa hawa nataka kujua hiyo vitu ili atakapohama kwenda club nyingine basi na hawa manager wao wanakuja kuchukua anasema alimlea au afanya kitu fulani. Cha tano ni historia ya mchezaji. Mwenye anaita players passport ambayo inaelezea mchezaji toka akiwa na miaka 12 amepita wapi.

na mfumo wa usajili pia, wanatoa nafasi pia kuweka picha. Wana wana kitu chao wamekiweka kama kijime, yaani lazima ile picha niweke iweze kufiti katika ile skeleton yao. Kwa hiyo tegemea lazima picha ndio ile itakuwa ni nzuri ambayo itafaa kwa ajili ya usajili. Kwa hiyo vitu hivi hapa saba ndio vitatumika kwa ajili ya usajili wa under 20 na under 17, ambao ni sharti sasa. Hili itafungwa tarehe 10 na 7. Kwa upande wa ukubwa wenyewe nakosa kosa ni inch 9 tu. Na pia passport kwa sababu wengi wamekuwa ni wakubwa na mfumo huu ndio tunaanza kwa mara kwa mara ya kwanza nchini, ni mfumo mpya kabisa. Kwa hiyo kwa hawa wa kwa Premier League, First Division na Second Division hawakuwa mm, na hivi vitu vingi. Ila vilivyoko vingine vyote pia wanavifuata. Kwa hiyo ni mfumo ambao utasaidia sio tu sisi kama shirikisho, hata nyinyi mnakuwa mnaweza kupata baleta, kwa hiyo ndio nani kutoka na mgeni kwenda sehemu nyingine. Ndio mfumo ambao unatumika na nchi nyingi, na kuna baadhi ya vilabu tu wamejaribu juzi kuchukua wachezaji ambao washa kwa sehemu nyingine, wamekutana na hiyo kwenye system. Unapata tayari mchezaji alishasajiliwa na yuko kwa hiyo kimsajili, ni application. Kwa hiyo sisi ni maendeleo makubwa, kwamba tunaweza kugundua kwamba nani anaweza upande mwingine alishasajiliwa sehemu sehemu nyingine. Kwa hiyo hii ni kwa upande wa U20 na U17. Kwa upande wa kubwa alishafungwa kesho, kama ndio alishasema rais na vijana Speedi naona jana imeongezeka watu wanataka kufanya usajili. Tunaendelea kuwahimiza tu wakamilishe usajili ndani ya muda ambao umewekwa ili wasikutane na kazi zingine za kikanuni ambazo wanaweza kufanya nazo. Na kwa ambao wajaanza tunawasisitiza waanze ligi kuu na timu tano zianze usajili mpaka sasa. So, ambao, chochote, sasa hatuelewi na tukiambiwa anasema atafanya. Mwende na. Ligi kuu ambao hawajafanya chochote mpaka sasa ndio KMC, Mtibwa Sugar, Mwadui, na Azam. Hata jina moja hawajafanya. Sasa sijui wamejiandaa kumaliza leo mpaka kesho, kwanza wengi wamejitahidi sana a ya kwanza vilabu vingi kwa asilimia zaidi ya themanini, daraja la kwanza wamefanya usajili tuwakumbushia tuwazingatie kwamba kesho ni mwisho na wafanye hivyo. Extension iliyopo ni kwa ajili anda 17 na 22 ambao watausajili wao katia kii zao na hizi za wakubwa. Asante. Nini dirishani kwa mwanangu wanangu saa hizi? Unafanya niniwe yes, yes, yes. No. Ah, ni, ni kibaka. Ila. Hapana. Hizi ni nyumbani kwa watu. Hapana, wewe ni kibaka. Hapana, mzee. Chabu za nini?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 Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili s S1133, ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika ni katika kombinesheni au taasusi za HGE, EGM, HGL, EK na HGK. Shule, e mazingira ya tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio, ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel Mnazi Moja Daressalam, Msimbazi Senta Daressalam, Mwanza soko kuu duka namba 27, na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa, Msangani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 ifa zako kisha utachagua malipo kwa njia ya Tigo Pesa. Karibu Shabib Bus Line.